Kuna anguko la mwanadamu Adamu wa kwanza ambalo lilitokana na Adamu kutoitii sauti ya nani? ya Mungu. Akaisikiza sauti nyingine ya Shetani, gresi, ya nyoka. Ilikuwa ni hali ya uasi iliyoonekana ndani ya mwanadamu ya kutoliamini neno la Mungu. Kwa hiyo anguko lote lile linatokana na mtu kuto kuamini neno la Mungu au mtu kuto kuyamini, sauti ya nani? Sauti ya Mungu inampelekea mtu katika anguko. Anguko lingine tunaloliona ni anguko la Lucifer. Lucifer, Lucifer alianguka kwa namna gani? Hali ya uasi iliingia ndani ya moyo wake akaanza kuitamani nafasi ya Mungu, akaanza kuitegemea akili yake yeye mwenyewe na kutamani nafasi ya Mungu. Anguko la Luciferi lilompelekea na kuwa shetani ibilisi, na anguko la mwanadamu lilompelekea katika dhambi, na dhambi ikazaa mauti. maanguko yote yale huwa yanamtoa mtu katika nafasi aliyokuwa nayo. Inampokonya anguko, linampokonya mtu nafasi, inampokonya mtu mamlaka, ule uweza Mungu aliyomweka nayo Adamu wa kwanza, ile mamlaka ya kutiisha na kutawala aliyopewa. Alipoonesha hali ya kuasi ndani yake kwa kutoliamini neno la Mungu, alitolewa katika nafasi na kanyang'anywa ile mamlaka. Ndivyo hivyo Lucifer alipoanguka anguko lake, alitolewa katika ile nafasi ambayo Mungu alikuwa amemweka hapo awali. Kwa hiyo mimi na wewe kama ni wana wa Mungu tunapaswa kujua chanzo cha anguko ni nini. Chanzo cha anguko ni kutokuiamini sauti ya Mungu au kuto kuliamini neno la Mungu. Ndiyo maana ya Mungu, Mithali sura kumi na sita mstari wa tano Mithali kumi na sita mstari wa tano inasema "Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana Mungu, hakika hata kosa adhabu. Kila mwenye moyo wa kiburi Mungu anachukia watu walio na moyo wa kiburi. Mithali mstari wa 8, mstari wa 13. Mithali 8:13. Kati ya mambo Mungu anayochukia ni moyo wa majivuno, kinywa cha ukawaidi, cha ukaidi, na moyo wa kiburi. Maana ya moyo wa kiburi ni moyo usiokuwa na unyenyekevu, ni moyo usioshuka ni moyo usiotii mamlaka, aidha mamlaka ya Mungu au mamlaka ya wanadamu. Huu ni moyo wa kiburi, moyo wa majivuno, ni kinywa cha ukaidi, moyo usiotii muda wote, unakuwa unasumbuliwa na hali ya uwasi Waraka wa Kwanza wa Petro sura ya tano mstari wa tano anasema jifungeni unyenyekevu. Anazungumza unyenyekevu kama vazi. Nitakusomea Waraka wa Kwanza wa Petro, anasema jifungeni unyenyekevu, maana Mungu uwapinga wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema. Mungu anawapinga walio na kiburi, anawapa wanyenyekevu kibali au neema. Aliposema jifungeni unyenyekevu, unyenyekevu amelizungumza kama vazi, vaeni unyenyekevu. Ni kitu ambacho yule mtu wa ndani, yule ambaye amepokea neema ya wokovu, anapasa akiangaliwa katika namna ya rohoni, anapasa kuonekana amevaa hilo vazi la unyenyekevu. Yakobo sura ya 4, Yakobo sura ya 4 mstari wa sita, nitakusomea. Biblia inasema lakini hutujalia sisi neema iliyozidi, kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Alafu, sema Mungu wapinga wajikuzao na kuwapa neema wanyenyekevu, kuwapa kibali wanyenyekevu. Neno Mungu wapinga ni Mungu washusha Adamu baada ya kuonesha hali ya moyo wa kiburi, moyo wa uasi, wa kutoiamini sauti ya Mungu, kutoliamini neno la Mungu. Adamu alishushwa katika nafasi Mungu aliuui alipoteza ile mamlaka na ile nguvu Isaya sura ya kumi na nne Isaya sura ya kumi na nne mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na tano inazungumza habari ya Lusiferi yeye aliyepewa mamlaka na Mungu yeye alikuwa nyota ya wa asubuhi alifika mahali mstari wa kumi na tatu Shetani anasema anasema, nawe ulisema moyoni mwako, anamzungumzia Lusifa, nitapanda mpaka mbinguni, nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Lusifa alipojiambia ndani ya moyo wake na kuitamani nafsi ya nafasi ya Mungu, Alipotamani ukuu ndani yake, ndio ilikuwa ni anguko lake. Kabla ya implement, kabla hajaanza ku, kufanya utekelezaji wa wazo lake ndani ya moyo, tayari Mungu alishamshusha. Mara nyingi, uasi, moyo wa majivuni, moyo wa ukaidi, moyo wa, wa kiburi, wame unaanza kama wazo ndani ya moyo wa mtu na ile wazo linafanyaje, lina develop, linaendelea linakuwa. Kuna siku lile wazo linaingia katika lini matendo. Kwa hiyo kabla mtu ajaanguka au kabla mtu ajapingwa na Mungu, waga inaanza kama mbegu taratibu, mtu anaacha kuisikia sauti ya Mungu, mtu anaacha kusikia na kukubali maonyo ya Mungu, anaacha kuisikia neno la Mungu taratibu taratibu mpaka inafika atoa mtu anaanguka au anapingwa na Mungu. Kwa lugha rahisi, anatolewa katika nafasi yake, anapoteza kile kibali, anapoteza kile feva. Maana mtu ambaye mnyenyekevu, Mungu anampa neema, anampa kibali, anampa upendeleo. Ila mtu aliyo mjivuni, mjivuni, mwenye kiburi moyo, mwenye kinywa cha kiburi na moyo wa kiburi, Mungu anampinga, anakosa neema na kibali. Biblia inazungumza andika, Luka sura ya kwanza, Luka sura ya pili, Luka sura ya pili, Luka 2:52. Biblia inasema Yesu Kristo alikuwa katika kimo na alikuwa katika hekima ya Mungu, akimpendeza Mungu, akimpendeza baba yake na akipendeza wanadamu. Ukuaji wetu sisi ambao ni wana wa Mungu lazima huwe ni ukuaji wa namna hii mbili lazima huwe ni ukuaji wa pembe pembe tatu, yani ukuaji wa hivi na ukuaji wa wapi. Kwa hivi tunapaswa kukua tukimpendeza Mungu, ishara kwamba yupo juu ya yote na tukipendeza wanadamu walioko mbele yetu. Hiyo ni kanuni ya Mungu ya kumnyanyua mtu. Yesu Kristo katika hali ya mwili wa binadamu alimpendeza baba yake na akampendeza nani? Wanadamu. lazima tukue katika hekima na tukue katika maarifa yake pia, tukimpendeza Mungu na kuwapendeza wana Bwana. Yesu asifiwe sana. Ile hali ya kujiona kwamba mimi ni zaidi ya watu walionizunguka, ile hali ya kujiona kwamba mimi ni mkubwa zaidi ya watu walionizunguka, ile hali ya kujihesabia haki ndio inatengeneza kiburi, jeuri na hali ya uasi ndani. Mtu yeyote anayeonyesha mbegu ya kujinyanyua wapa, siku zote Mungu anafanyaje? Anamshusha, sio katika utumishi, sio katika maisha ya mahusiano na ndoa, sio katika maisha ya kawaida, hata katika kipato na uchumi, na hata katika mwingiliano wa wanadamu tunaoishi katika mahusiano yetu. Kuna mtu mmoja anaongelea kwenye maneno yake, kuna wakati fulani kwenye Mwanzo sura ya 11, Mwanzo sura ya 11 moja pale, kusoma ile storia pale, ule mstari wa 4 unasema wale walikuwa wanajenga mnara wa Babeli, waliingiwa na jeuri, wakasema, na haya, tujenge mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, wajitengenezee jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Walitaka kujitengenezea jina, walitaka kumfuata Mungu huko walipo. Biblia inasema Mungu alibadilisha vinywa vyao, alibadilisha lugha zao, wakawa hawasikizani, hawaelewani. Mwisho wa siku waweza kufanikiwa kujenga tena ule ulimwengu. Mungu aliwatawanyisha, aliwashusha.